Mamlaka ya chakula dawa kanda ya Ziwa TFDA imeharibu bidhaa bandia za pombe za viroba aina ya Signature Vodka, Rida Vodka na Empire Case spiriti zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 80, mali ya kiwanda cha Mwanza Lake Line. Bidhaa hizo zinazalishwa kiwandani hapo kinyume cha sheria ya chakula dawa na vipodozi namba moja ya mwaka elfu mbili na tatu, kutokana na kiwanda hicho kupoa leseni ya kuzalisha bidhaa ya Simba Gin pekee. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwandishi wetu. Ni hatua mojawapo katika kutimiza matakwa ya sheria ya chakula dawa na vipodozi namba moja ya mwaka 2003 ambapo bidhaa hizi zinazothibitika kutengenezwa kinyume cha utaratibu zinaharibiwa ili kudhibiti ubora na usalama wa bidhaa zinazomfikia mlaji. Katika majukumu yake ya udhibiti, na vilevile kwa wadau kutoa ushirikiano, imeweza kufanikisha kukamatwa kwa, kwa mzigo kama mnavyouona ambao una uzito wa tani 15.18 na una thamani ya milioni 83 laki 4 na 60. Na bidhaa hizo zimekamatwa zikiwa zimefichwa mahali lakini baada baada ya mamlaka kupata taarifa ikafanya ufuatiliaji na kuzikamata. Je, mamlaka hii inafanya kazi kwa namna gani ikishirikiana na mamlaka zingine za serikali ili kuleta tija ya utendaji shirikishi ikizingatiwa kuwa tukio hili lina viashiria vya ukwepaji kodi? Zile ambazo tutazigundua sisi hazijafuata mchakato wa kupata labda kibali cha kwetu au kama zimekwepa kodi aana vilevile mawasiliano yanafanyika na wakati nyingine uharibujiwa huu ipiha hufanyika kwa ushirikiano. Afisa habari wa mamlaka hiyo anatumia kamera ya Star TV kutoa wito kwa wadau wa TFDA hususani wafanyabiashara. si zumuni la mamlaka ya chakula na dawa kuwa tunateketeza mzigo wa wafanyabiashara kiasi hiki, lakini natubidi kwa sababu tunalinda zaidi afya ya jamii. Ningependa ni, wa, ni wataki wafanyabiashara wafuate utaratibu. Kwa mfano mzigo ambao tumeuteketeza leo ni mzigo ambaye aliyeutengeneza kwanza kautengeneza makusudi kabisa kwa lengo la kupata faida, lakini kama angejishughulisha kuangalia afya ya yule ambaye ni mteja wake, ambaye ni jamii kwa ujumla, asingefanya hivyo. Unaweza ukadhani ni tope lililosababishwa na mvua, la hasha, ni tope lililotokea baada ya shehena ya pombe aina ya viroba kuharibiwa hapa ombe ambayo ilikuwa ina zito zaidi ya tani kutoka eneo hili la Kumongwa dampo ashala